Mneitwa saa misagobaasante sana kwamba umecega time leo kuifuatilia le show na kuitazama show. Nimepewa nguvu za kutosha na bongi moja la kampuni Tanzania na ya mawasiliano Tanzania naizungumzia TTCL, kupitia Generation T-Solved, ambao wao wanahakikisha kwamba unaipata ile sim kadi yako kwa shilingi elfu tatu tu. Ni sim kadi ya TTCL na inakuja na 3GB kwenye simu yako it's for a day, right, na najua umesema right, na story ote kutoka nje na ndani ya bongo unayapata kwenye inje.

kunifuata alikuwa ananifahamu tayari, so stay tuned for a, lakini pia kutoka Bongo Movie na kutoka Kadisani Pasta Miamba naye tunaye, of course ni mwigizaji wa filamu Tanzania, lakini pia ana ubiri ko nikaanza kualikwa kwenye huduma mbalimbali, tunaomba watu, wanafunguliwa wanawekwa huru, wenye mapepo wanafunguka. So stay tuned for that, lakini pia story nyingine inamhusu Damian So, miongoni mwa wasanii wazuri wanaojua kutumia sauti zao vizuri okay, katika muziki hapa Tanzania. mm -hmm. Pia naye yupo kwenye E News leo, yani yeah, katika mitaa yangu ya Sinza. Mm influence kubwa iliyokuwa katika mtayo ilikuwa ni hip hop, bila kusahau EATV awards oh, ni kategoria mwigizaji bora wa kike, na amezungumza nani, naitwa Kajala Masanja. Nimefurahi kuingia kwenye tuzo za EATV Kajala Masanje. Yes, yote hayo kwenye E News ya KKM, we put a smile on your face. Yes, we got like to to put put a a a smile smile on on your your face face have weekend it's a weekend crazy for day man Yes, sindio? Basi mm -hmm. mm -hmm. yeah, kama zile video ambazo unazikubali kinoma online unazoona kwamba zina kuchekesha au zimefurahisha washikaji zako ni mzuo, kama ukanitag mimi au Suzi, ukamtag tuzione, tushare pia na watu wengine kama ambavyo tunashare na wewe, hii funny video ambayo inamhusu huyo mtoto

We time show back right, yes, tunaenda kuangalia nyuma, kipindi cha nyuma, nini ambacho kile kilihabari kwenye industry ya burudani siku kama ya leo November 18 2011, na album namba 3 kwa mauzo makubwa zaidi duniani iliachiwa hii ni Up All Night, ya kwa One Direction. Miongoni mwa kundi bora zaidi la muziki wa pop tokea Uingereza kundi likiundwa na Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson na zamani right. Zayn Malik kabla hajajitoa kwenye kundi Machi 25 mwaka 2015 sound. Kundi liliundwa kwa wazo la Simon Cowell likijumuisha washiriki wa The X Factor ya mwaka elfu mbili na kumi, washiriki ambao walionyesha kuwa na vipaji lakini, kwa bahati mbaya, performance zao huwafanya washindwa kuendelea na mashindano. Ni e news, short back Jamal. It's crazy for Friday right, eh? Kama kawa is kaa time hapa, ndio ile time ya kupata ile story ambayo yametrend ndani ya Bongo Dar es Salaam, na story ya kwanza leo imeshikiliwa na Timbulo. Huyu ni msanii wa Bongo Flavor nchini Tanzania ambaye sasa hivi ametuletea collab yake na Eh, Baraka the Prince. Sure yeah, your heir to the throne of course by the King Kiba na kuja Baraka the Prince kwenye record label yao ya Rockstar 4000 na hii inaweza kuwa ndo collab ya kwanza kubwa ambayo anafanya Baraka chini ya record label hiyo ameshirikishwa yeah, na Timbulo ngoma inaitwa Usisahau na kuna jambo ambalo labda unaweza kuwa ulifahamu kuhusu hii collab, mm, ni kwamba Baraka ndo kama alitamani hivi hii ngoma yeah, alipoisikia studio akasema mimi naweza nikafanya kitu kwenye ngoma yako Timbulo yeah, na Timbulo naye akasema fresh basi kama vipi Kanya, Baraka tia Baraka tia zako hapa. <laughs> Timbulo, kizuri ni kwamba sometime huwa anasema kwamba kitu kizuri huwaga kinatokeaga tu, saa nyingine unaweza hata usikipange. Kusabu, bauti, kwa sababu jinsi ambayo tulikuwa tumepanga na Mo ilikuwa tumepanga tufanye amini na Baraka, ilikuwa tumepanga tufanye collabo ya wasanii watatu yani mimi Baraka na wasanii wengine ambao yani, maana mixa ingekuwa watu watatu, lakini kabla hatujafikia lile lengo ikatokea ni ika si mi nilikuwa hii ngoma ya usisahau ilikuwa ni kazi ambayo tofauti kabisa, ambayo nilikuwa naifanya mimi mwenyewe. Ikatokea Baraka siku amesikia beat, akasikia na chorus yangu, akatamani ile nyimbo. Kwa sababu bwana, hii ngoma ni kali bro, inabidi na mimi kama vipi, mimi nitoe kwenye ile collab ile, ile yako nyingine, mimi nataka niingie huko. Nikamwambia poa, kama unaona ni, ni unaipenda ni fresh, twende sana. Labda wewe ulipitia njia zote ambazo zinatakiwa kufanyika ili muweze kufanya naye collab. No mi, mi nachokijua ni kwamba hata kama msanii na management, sisi wote tuna management na kuna taratibu za management, lakini when it comes to wasanii kwa wasanii hasa mm, kazi za ndani, mara nyingi waga inatokeaga ina zipo njia wapo ipo, unaweza kukutana na management, unaweza kukutana na wasanii kwa wasanii mkafanya kazi so kwenye upande wangu mimi haikuwa kazi nzito, labda kwa sababu Baraka nafahamiana naye hata before hajaingia kwenye management, na ni mtu ambaye amekuwa ananirespect toka day one. Toka, hata, hata kipindi ambacho Baraka hajakuwa mkubwa huyu ambaye watu wanamwona, mi nimemfahamu Baraka siku za nyuma sana, alikuwa anakuja, kabla hata hajaanza kunifuata alikuwa ananifahamu tayari. so, na nafikiri kale ka respect ndo kamesababisha kazi ikawa rahisi sana, mi nikutana na Baraka hivyo tukafanya kazi very easy na kitu kizuri ambacho naweza kuambia wa Tanzania ni kwamba Baraka ametia mchango mkubwa sana kwenye hii kazi mpaka kufanikisha. Kwa maana upande wa production, yani ile yeye ndo alikuwa anatia ile ari, bwana bro, tufanye hii ngoma ni kali, na mpaka ilipofika video, mimi nilitoa idea tunataka tukashuti Kenya. Baraka yeye ndo alikuwa ananipa orodha ya madirector ambao watatufaa kufanya nao kazi. Mpaka huyu director ambaye tumefanya naye kazi Baraka ndo mtu alimleta, mimi kwa simfahamu yeye ndo akaanza kuongea naye mpaka tukafikia makubaliano, so ni kazi kubwa sana ameifanya, ilikupendana madhaifu yangu kunituzia kwenye kazi kuliko hela ya kupewa. You understand? Hiyo ndo ambayo mimi naiamini. Kuliko msanii kusema eti nikisema leo nikulipe labda unataka milioni 2, milioni 5, milioni 10, whatever. Tuseme ni kulipe leo alafu from there haki zote za huu wimbo ni za kwangu. Hauruhusiwi hata kuongelea sehemu yoyote isipokuwa mimi. It means kwamba hauruhusiwi hata kuperform, ushafahamu. Kwa hiyo inapokuja kesho, unapotakiwa kufanya show unaweza ukajikuta hata unakosa hela nyingi, kwa sababu ya hela uliotaka kulipwa cash kwa pamoja. So mimi nafikiri hiyo ni kitu ambayo wasanii wote wanatakiwa tuangalie, inapotokea wimbo ambao una impact, hem tazama kesho sababu utaona kuna wasanii wengine wanapoteaga kabisa, anarudi kwenye kolabo ya mtu alafu kesho anaitwa show, anafanya na bado anaimba nyimbo ya msanii fulani. So iko hivyo tena, naiona taswira ya ule wema wako leo umegeuka, ndo fimbo unanichapa mimi. Bongo Bongo Movie. Movie, movie. Hapa tunamzungumzia Pasta Miamba ambaye ni mmoja kati ya ya ya wasanii wa ambao wanafanya vizuri sana sana kwenye kwenye kwenye industry. Lakini lakini licha ya hivyo, hivyo, mimi nampenda akifanya zile za kuombea, yeah, yani yeah, kanisani anakuwa anaombea watu watu na na na vitu kama kama bwana leo, e news amefunguka na kuongea mengi. Kwanza yuko kimya. Shuda, shuda. Ah uh, homeboy anasema kwamba kwamba amekuwa amekuwa inspired na baadhi ya mambo filamu zake. Kiasi in real life. Umeona bana. Mm -hmm. So bwana yafanya kwenye movie ni akigusa watu kwenye maisha yao ya kawaida kaona, kama vipi, basi niingia tu kwenye maisha yao ya kawaida pia, umeona bana, niwahubirie. So amekuwa pasta kupitia hii news ya East Africa TV. Hii ni story ya kwanza tu ambayo pasta Miamba nayo anaruka nayo leo, lakini stay tuned na bonge moja la exclusive lake kwa ajili ya next week. Pasta Miamba hapa anasema kwamba amekuwa inspired kuwa pasta mm -hmm. baada ya kufanya hivyo kwenye filamu zake. Wakati ninaingia bongo movies naingia pasta, lakini ambavo, kwa jinsi ambavyo nilikuwa nazidi kujiengage na masuala ya Mungu na jinsi ambavyo nilikuwa nazidi kutumika hapa na pale nikajikuta tayari naingia kwenye huduma. Kwa hiyo nikaanza kualikwa kwenye huduma mbalimbali, tunaomba watu, wanafunguliwa wanawekwa huru, wenye mapepo wanafunguka, na miujiza inatokea, ishara na ajabu zinatokea. Kwa hiyo ndio hivyo, mpaka sasa natumika. Na chanzo cha kumjua kwamba huyu ni mtu sahihi kwako wa kukuoa ni pale ambapo atakubali kutoshirikiana na wewe tendo la mwili mpaka pale ambapo mtaoana. Kuna vitu wanaigiza, kuna vitu vingine wanafanya reality. Kwa mfano ninapokuwa labda kwenye sini ambayo ina create uh, attention kwa ajili ya tukio fulani huwa naigiza, lakini ninapokuwa kanisani ama napomwombea mtu ama napo preach huwa inakuaga na, na, na, na, inakuaga real kabisa, ili kuweza kuimpact kitu fulani kiwafikia watu na ndio maana tunapata shuhuda. Kuna wengine wanapona, kuna wengine wanafunguliwa kupitia sinema, kwa maana ni lazima uachilie kitu cha kimungu ili kimpate mtu. Natembea na mke wangu. Ni laana ni laana, laana isiyopindukia. Right, baada ya kupata upako kutoka kwa Pasta Miamba mwigizaji wa filamu kutoka Tanzania. Bwana sasa hivi ni damu ya Bongo Flavor ambapo Damian Soul msanii wa R&B nchini Tanzania ambaye anafanya vizuri sana na sauti yake fulani hivi, yani ukisikia so eh yeah, inamtoaga hey, nyoka inamtoaganyoka pangoni, right? Hebana leo anafunguka vizuri sana kwenye inyo kuhusu msanii gani wa kimataifa ambaye anawish kufanya naye kolabo. Chura ya chura, of course, imekuwa ngumu kidogo kwa Damian Soul, lakini mwisho siku ameweza kumtaja ni msanii gani kutoka mpela ambao ni miongoni mwa wasanii ambao ameinspire baadhi ya wasanii nchini mm -hmm. Marekani kama Nicki Minaj ambaye hivi karibuni alisema kwamba huyu msanii wa kike ambaye Damian Soul amemtaja ni mm -hmm. bongo moja la inspiration kwenye maisha yake, lakini pia Damian Soul okay. amezungumza kufananishwa na John Legend pamoja mm -hmm. na msanii na umuhimu wa msanii kuwa na hit song ile ngoma moja kubwa ambayo atakuwa anakumbukwa nayo kila siku kwenye kazi zake za muziki. Muzikima baadaye ametoa maboko ile pale itakuwa inafanya ale tanafanya nini? Lazima moja hiyo imesimama, right? Okay. Actually me kweli mm. To be honest nimekuwa nikiwa inspired na Lonely mm. Katika kipindi ambacho uh, nime nimekuwa nime, nime yani katika mitaa yangu ya Sinza mm. Influence kubwa ilikuwa katika mtayo ilikuwa ni hip hop. Okay kwa hiyo na na mimi nimejikuta ni kuwa ni rapper lakini nimekuwa ni kwa inspired sana na the Fugees na na ah, the Fugees, yeah. The Fugees yeah, uh, sana sana, sana mm -hmm. Ni yeah. Okay. Okay. Yes. But what's your reason for inspired na Lauryn? Um, ni ile vibe unajua, wakati mwingine sisi kama sisi tunakuta, hata kama ujaanza kujua zile nyimbo vizuri mm -hmm. yani Kiingereza vizuri unajua kama Kiingereza nacho kiwa changamoto yeah. Back then, watu wachache sana walikuwa wanaweza kuongea Kiingereza vizuri. Hata sasa hivi tu Kiingereza unaweza ukaona tu takwimu na vitu kama hivyo yeah. Lakini kipindi uh, kile, unakuta uwezi kuelewa maneno vizuri clear, lakini ulikuwa unaweza catch ile vibe yeah. you know like ile vibe, na na bahati nzuri kuwa kuna access za TV, tunaangalia video unajua, alafu the way Iko natural. natural yeah, Me, I love yeah. natural things. Chuda. yeah. compare compare you to John Legend. They compare your music to John John Legend. Legend. They your music Be like, eh, jamaa anapoimba anapotumia sauti yake. The The energy anayotumia. He's like like John John Legend. Legend. The way he He he dresses, he's always cool, smart. He sings And like inspire. He touches a a lot of inner soul. anaongea vitu vinagusa ndani ya mioyo ya watu. compared kwa msanii mkubwa na mzuri kama John Legend? How? Hicho uh, ni kitu kizuri sana kwa sababu uh, John Legend ni msanii ambaye yupo katika the uh, ile standard za, za dunia. Unajua John Legend anaweza kufanya kitu kokote pale na watu wakamwelewa, hata kama hujui Kiingereza, lakini ana hiyo hiyo nguvu tayari kia, ni kipawa Mungu amemwekea mtu, lakini pia akiji tu peke yake ni baada ya mazoezi, unajua ile pianist, lakini vocally, uh, John Legend iko very strong, na mi kweli nimekuwa pia inspired na John Legend katika albamu zake za kwanza na hata uh, uh, uh, hii albamu ya mwisho nani, nani, nani. ba tuangelea E News on East Africa TV kama kawaida, ni time ya EATV Awards. Tunaangalia kategoria gani leo? Eh, mwigizaji bora wa kike nchini Tanzania ambapo tuna Rachel Bitula, tuna Hadija Ali uh -huh. Hadija Ali right? tuna Chuchu Hans uh -huh. na pia tuna Kajala Masanja. Shudan, wote ya wanini lakini, of course, kupitia hii clip right now, tuko na Kajala kafunguka nini, anafutia pia jinsi ya kumpigia kura right? You gotta vote. Yeah. You gotta vote. mm -hmm. So, check this out. Naitwa Kajala Masanja, nimefurahi kuingia kwenye tuzo za EATV. Naomba uh, mashabiki wangu mnipigie kura kwa wingi nipigie kula kama msanii bora wa kike. Namba yangu ni C tatu kwenda kwenye namba 15777. Naomba mpige kula kwa wingi C3, 1577 EATV Awards 2016.

tuko na Alinipishe. Kiukweli, alinipishe ni msanii pekee ambaye hajioni, kwa sababu tumeishi naye vizuri hapa mtaani. Ameishi na sisi kama wadogo zake, tukikosea anatuelekeza yeye mwenyewe, akikosea tunamwelekeza, anatuelewa. Tukiwa yaani, akiwa ana jambo, anakuja tunashirikishana, tunashauriana ipo vizuri na pia anapenda kazi yake anayofanya. Na pia kiukweli, mimi ni mshauri wake mkubwa. Akiwa na shida nini, anakuja tunaongea, tunashauriana vizuri, mambo yanaenda. Namfahamu kwa sababu mimi ndio mjumbe wake wa shina, tuko wajumba wawili hapa, lakini na mimi mjumbe wake. Kwa kweli, tabia yake ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri, kwa sababu alivyokuwa ni yeye ni kijana angekuwa kijana mwingine ingekuwa akipita hana habari, lakini Ali anapopita lazima atakusalimu. Kuna siku nakumbuka kwamba nilichelewa nyumbani, rudi nikakuta mangu amefungwa, sio na bazari, akanisaidia hela ya kula. Nakumbuka alinisaidia sana siku nilichelewa nyumbani, nimerudi na njaa kwamba ninisaidia hela ya kula. Yeye akipita tu akikuona tu umeduadua, habibi vipi, anakuja nakunulia hata soda anakupa. Kwa kweli Ali ana tabia safi inipisha ni msanii ambaye kwanza anajiheshimu na ameishi na sisi majirani zake vizuri. Ajawai kutokana na mtu wala nini, takae vizuri na vijana wenzake, awashauri uh, kuhusu maisha yanavyoenda. Wao wanasaidiana kwenye changamoto za maisha, asiwatupe. Sio kama yeye anawatupa au ana tabia ya kuwatupa, ila tunamkumbushia mjukuu wangu Anenu.

Niko ndani ya East Africa Television natazama E News ya usio, au sio? Usibomoke baba. Chapisha baba. All right, ni time ya Halo 5 huyu hapa anaitwa Masud Shomari Halo 5 kwa wanangu wote wanaoangalia E-News kamaliza kwa kusema hivyo. Huyu hapa anaitwa Jack wa Kijitonyama anasema Halo 5 kwa mpenzi wangu Modi na mwanangu Idris amemalizia kwa kusema anawapenda sana huyu hapa anaitwa Ezekiel kutoka Njombe anapenda sana Cheche . Ni zamu ya nani leo eh bwana mimi nakwambia ni zamu ya Soze asante tena kwa wale ambao umetuma picha zako na video za Halo 5 Usiache tena kutuma namba hiyo hapa E-News